Tuelekee kaunti nambari kumi ambapo makao ya kuwanusuru watoto wanaokabiliwa na dhuluma za kijinsia ikiwemo ukeketaji na ndoa za mapema yamezinduliwa kwa mara ya kwanza katika eneo la Loglogo huko Laisamis, kaunti ya Marsabit. Kwa muda mrefu, eneo la kaskazini mwa nchi limekuwa likigonga vichwa vya habari na visa vya ukeketaji, ndoa za utotoni na dhuluma za kijinsia. Wanawake na wasichana wanaopitia dhuluma hizo wakishindwa wakimbilie wapi, ila sasa huenda hilo limeafiki kikomo, kufuatia kuzinduliwa kwa makao ya kuwanusuru wanapokimbia mila hiyo. Kuanzia 2015 kwa mama katika jamii hii ya Logologo wameweza ku identify gap kubwa ya watoto wetu, ambayo wananyanyaswa kwa hali ambayo haifai, wengine wana wanalazimisha kushunga mali na wengine pia walikuwa wanaozo, wakiwa washanga msia tu. Kama ni kabila hiyo, msichana anapatia msichana msichana, baba yake aumurishi, mama aumurishi, sasa msichana achukuliwa na nguvu, napatia ile msee kabisa. Na, na sasa sisi tumeona hiyo wakati imepita na sisi hatukubali watu wote ifanye hivyo. Makao hayo yana vyumba vya kisasa na malazi kwa waathiriwa na tayari waathiriwa 24 wamepata hifadhi baada ya kukimbia mila hiyo katili. Saizi idadi ya wasichana ambayo tuko nayo katika chumba chetu ni imefika ile idadi yenye tunataka, na sasa unaona mambo na GBV huwa zina happen every now and then na tutakuwa na changamoto ya kuhifadhi wengi, so tungeomba mimi, kama kuna wafadhili ama wahisani ambao wanaweza jitolea kutusaidia. Waasisi wa makao hayo ambao ni akina mama waliokerwa na kukithiri kwa mila hiyo na kuafikia kujenga makao hayo wameelezea matumaini makubwa ya kuhakikishia waathiriwa usalama wa kutosha. hii shelta yetu itatusaidia, maana hapa tunakuwa na changamoto mara kwa mara ya wasichana kuoleka mapema na hata mambo ya ukeketaji, so inatusaidia, maana wasichana kawaida hawana mahali ya kukimbilia, wanatukimbilia, wakitukimbilia tunaweka makwetu na tukiwa kwa manyumba yetu hawako safi. Mtoto akijua kwamba kuna mahali ukitorokea, wakati ambaye hataki kuolewa, kuna mahali anaweza kutorokea kaya achungwe, wakati ambaye anakeketa. Ni juhudi zilizozidishwa kukomesha dhuluma za kijinsia zilizokithiri kaskazini mwa nchi. Kuzinduliwa kwa makao hayo kunatoa nafasi na kufungua kurasa nyingine kwa wafugaji katika kukabili mila potovu zilizopitwa na wakati, hasa kwa kumhakikishia mtoto msichana usalama wake. Bonface Barasa, Runinga Citizen, eneo la Logologo logo la Laisamis, Gatuzi la Marsabit. Tutoka Gatuzi la Marsabit turejee Gatuzi la Nairobi.